Sasa hivi kipaumbele chetu ni uzio. Kwa nini uzio? Uzio kwa sababu ya kuhepusha athari ambazo watoto wanaweza kuzipata, hasa vyombo vya moto. Vyombo vya moto kama pikipiki, bajaji, baiskeli wanaweza kupita wakati mwalimu anafundisha, pikipiki inapita, inaondoa usikivu kidogo. Lakini kama tukiwa na uzio, tutakuwa tumedhibiti pikipiki, tumedhibiti bajaji, tumedhibiti baiskeli, na utulivu katika ujifunzaji na uendeshaji utakuwa ni mzuri sana. Kwa hiyo kipaumbele sasa hivi tunalia na uzio wa shule, na tutaanza kidogo kidogo, na tunamwomba Mungu sana tuweze kupata wadau mbalimbali na weze kutusapoti juu ya ujenzi wa uzio wa shule ya msingi Mazimbu, kwa sababu so, mtoto anaweza, hapa ni mahali watoto kucheza, anaweza kawa napita hajui kwamba kuna pikipiki napita, kwa hiyo akapata ajali, na tumepata ajali nyingi tu. Hivyo basi, tukipata uzio tutaepusha ajali. Shida ipo kwa sababu vyombo vya moto vinakatisha shule, kitu ambacho ni hatari, na watoto muda wa mapumziko wanacheza nje anaweza wow. kaleta shida ya ajali ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mbali na ajali lakini kuna wizi kwa mfano kuna kipindi kuna mama alitokea alikuwa anawadanganya watoto kwa pipi akidanganya kumbe anamchukua mtoto au anabeba mabegi yao anakwambia njoo nikushikie begi anamtuma dukani anamdanganya si unajua so, watoto ni wadogo nakwambia kaninunulie hiki na wewe chukua shilingi 200 utanua kitu chako begi lete nikushikie, anaondoka nayo. Ajali iliwahi kutokea moja, lakini ilikwepa mtoto akuzurika. Lakini hi changamoto mwalimu amezungumzia kwamba kilio chake kikubwa sasa hivi ni uzio. Tukijipanga tunaweza kujenga uzio, tukijipanga tunaweza, wazazi Ninaongea na wazazi, siongee na hawa walimu. Wazazi tukijipanga, eh? tunaweza eh? na nyinyi mnakubali, tujenge uzio. Mwenyekiti wa kamati ya shule eh? anasema, huyu ndo msimamizi wetu, lakini siyo yeye ndiye atakayejenga. Anasema kwa kweli, na yeye anatamani hii shule tujenge uzio Tuanze kule nyuma kule kule, mbele, ukija kupata viela, twende kidogo, kidogo. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakianza leo ukakimaliza leo. Sasa hili nikuachie uh, mwenyekiti wa kamati ya shule pamoja na wenzio.